Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji mpendelevu wa chaneli yetu hii. Kwanza nakutakia kila la heri popote pale ulipo. Nianze kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia zaidi rehema na amani kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na aali yake na maswahaba zake na salama kwa jumla. Allahumma amin. Naam, nakuja tena mara nyingine mpenzi mtazamaji, wewe ambaye utakuwa labda umeifuata video clip ambayo nilikuwa nimeiachia hewani ambayo inasema kwamba e atakua kwa katika, katika mitandao labda kwa malengo ya kutaka kuwazuzua watu au kuwazindua watu katika lile linalosema mitaani, kuonesha watu wa ama ama wa wa kwa kwa ni mambo ambayo hayakuandikwa katika ustaarabu uliokuwa mzuri. Kwa hiyo sisi Waislamu tulipokuwa tumechukua andiko hilo ilikuwa ni malengo ya kuonesha utaratibu wa maandishi ya bibilia kwa Nabii Isa lakini sawa na maadila ya Kiislamu, malezi ya Uislamu. Maana uislamu unatufunza kuweza kuheshimu mitume na manabii. Kwa ikionekana kwamba kipi hii video haieleweki kama tulionyesha E, misimo ya watu katika Biblia, lakini kwa ikaonekana kwamba ni istihza ambayo tulikuwa tunataka kufanya kwa mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabii Isa ambaye huyu Nabii Isa katika nguzo ya, katika nguzo ya imani ambaye atakuwa hakumuamini Nabii Isa atakuwa ameharibu Uislamu wake na huyo atakuwa amejikafirisha bila kujua, manake muislamu katika nguzo za imani ile kipengele cha kuamini mitume na manabii ndani yake mnapatikana Nabii Isa ambaye Qur'ani sura ya pili aya yake 136 na nasita inasema kwamba semeni nyinyi Waislamu kuambia Mayahudi na Manasara kwamba tumewamini Mwenyezi Mungu na yale aliyoteremsha, na yale aliyoteremsha kwa Ibrahim na Ishaka na, na Ismail na Yakobo na kizazi chake pia Yakobo, na pia yale aliyoteremshwa juu ya Nabii Musa na Yesu, wote tunawaamini, wala hatutofautishe baina yao. Kwa kuwa wote ni mitume wa Mwenyezi Mungu, hatuwabagui na sisi tunanyenyekea kwake. Manake muislamu hawezi akasema kwamba huyu mtume ndiye nimekubali, huyu ndiyo bora kuliko huyu. Ubora wao Mungu ndiye anaujua, lakini mimi na wewe tumefanywa kwa ajili ya kuweza kuamini mitume hao na wale manabii. Kwa hiyo video clip hii ikaonekana kwamba tumefanya istiha kwa kuweza kusema kwamba nabii Isa atakuja kama mwizi, na haiwezekani ujio wa nabii wa Mungu kufananishwe na ujio wa mwizi. Yani, mwisho anapokuja kuiba ni kwa sababu anakuja kuchukua isiyokuwa haki yake, lakini atakapokuja Nabii Isa atafanya ni haki ambayo Mungu kampa. Maana naona kwenye yangu na kwenye, kwenye ifute kama utakuwa shida download, basi ni kuombe usizagaze basi futilia mbali katika simu yako ili kwamba Uislamu tuoneshe mtazamo mzuri kwamba malengo yetu na maksadi yetu ni kuwafundisha watu wapate kuelewa Uislamu. Na hii ndio nataka mimi niwe mfano wake kwamba nilichokifanya hicho, e, kisilete dosara mbaya kwa watu kwamba Uislamu una unamkejeli Nabii Issa kwa sababu wao wana mazoea kumtukana Mtume Muhammad, ndio na sisi tukatengeneza video kumtukanisha nabii Isa na haikuwa katika malengo hayo, ilikuwa ni kuonesha watu misemo ya Biblia kama haikukaa sawa kwa mitume na manabii. Mwenyezi Mungu atuongoze katika Uislamu na tujalie tuweze kuhifadhi kitabu chake Qur'ani, ambacho kinaheshimu mitume na manabii. wabelea y taufiki maasalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.